Amekaa hapo nje akaja mtoto akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo tukaenda, kufika moto umeshawaka kile chumba cha chini kile ambacho kila mtu nyumba haina mtoto mmoja. Moto umewaka chukua maji mimina maji mwaga, kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Basi kaka akaleta faya yake ndogo akapiga yule moto, moto ukawaka. Mwenye kiti ndo akaja akapiga simu faya, faya akapokea simu, akachukua pikipiki akaenda kutoa ripoti moto ulipozidi, aaaliamisha hata vote vimeungua vyote. Baba yule mwenye chumba hiki hapa alikuja aliingia na kutoka akashindwa kutoa kitu chochote, nikamwambia usiingie kwenye moto, kaa pembeni. Basi kakaa pembeni, nyumba ikaendelea kushkuja ikazima moto moto hiki maji basi ndo kama jinsi ninavyoona eneo la chukua maji kwenye bomba tukimwagia ule moto. Moto ukashindikana, moto ulikuwa ni mkubwa. Tulichota maji bombani, tukamwaga maji tukasaidiana. Na majirani sio mimi tu ndo zote. Lakini kwa sababu moto ulikuwa mkubwa, moto wa kuzima. Nilikuwa nyumbani, yaani baada ya nyumba inaungua, mimi nakaa nyumba ya nne pale. Jirani yangu mmoja nilimsikia akipiga kelele ukunga. Ndio ulikuwa anajiandaa na taulo kuoga baada ya kutoka jumuiya. Kwa hiyo nikaa sasa ndo anajiandaa na taulo kuoga, wewe ni kusikia ukunga sababu sababu sababu nyumba nne kwa kwa kwa kwa hiyo hiyo, hapa cha kwanza kujitahidi kupiga kupiga simu simu fire fire. Mmoja mmoja mmoja alifika, alikuwa tayari tayari ameshafika, anaendelea. Nikaona sipigi tena, lakini ile uamuzi wa haraka niliona unaanza, nikachukua pikipiki nikakimbia nikaenda polisi nikaripoti, nikatoka polisi ndo nikaanza kufuata fire, sasa kule majengo kwa hiyo kwa bahati nzuri nilipotoa ripoti, polisi nao walikuwa wanaangalia kutafuta simu kwa hiyo wakawa tayari washapiga simu. Nilipofika pale mimi nikakutana na faya nayo ndio inatoka majengo pale pale. Kwa hiyo nikakaa mbele nikaanza kuielekeza mpaka eneo la tukio. Lakini moja ambayo, kwa kweli moto chanzo kilichoanza ndio kama mnavyoona imeteketea imeisha. Na sasa bovu ni kwamba hakuna mtu, yani, ina wapangaji. Na bahati mbaya sasa muda huo, sababu muda wa kazi, kulikuwa hakuna mkazi hata mmoja wa wapangaji wote wako nyumbani. Ina maana walikuwa watoto tu wenyewe wadogo wawili, na hao watoto ndio waliotoka nje kutoa taarifa kuna moto. Lakini singe, kwa hivyo ina maana kuna mtu alikuwa anajua. Bahati nzuri mama wa chumba hicho ambacho tulitoa vitu vile, baadaye nyumba yake kuanza kushika moto, yeye ndo alipiga ukunga hapa nje. Sasa alipiga ukunga, mimi kama mwenyekiti niliposikia nilikuwa pale, ndio nikawahi kwenye eneo la tukio, kwa hiyo tukashirikiana, tumejaribu kuanza kuzima na moto ule lakini tumeshindwa ma, kwa sababu madirisha yamefungwa, moto unatoka kwenye mapaa moto ma, maji ya ndoo ni matatu ilikuwa kila ukirusha maji, ukipiga maji moto ndo unazidi. Basi tunashukuru mpaka moto unazidi kuongezeka, basi tunashukuru kuleta faya ndo wametusaidia mpaka imefikia hapo. Majira ya saa sita na dakika 49 tulipokea taarifa ya tukio la moto katika mtaa huu wa Dar es Salaam Street kata ya Kiusa katika Manispaa ya Moshi kunde tu. Baada ya kupokeza taarifa uh, wazimamoto waliondoka eneo la tukio, waliondoka katika kituo cha zimamoto na uokoaji Moshi mjini na kufika katika eneo la tukio saa sita na dakika hamsini na tisa. Kwa hivyo walipofika katika eneo la tukio tulikuta kweli kuna eh, moto katika hii nyumba, kama ambavyo waandishi mmeona. Eh, hii nyumba ilikuwa na vyumba kumi na mbili na ni nyumba ambayo ilikuwa ikitumika kwa makazi pamoja na biashara, kwa maana mbele kwa kuna fremu mbili za biashara, lakini kwa nyuma ilikuwa kuna makazi ya watu. Na wakati tukio linatokea, nyumba hii haikuwa na, na mtu mzima. Kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kuna tukio la moto, na hivyo huyo moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio tukakuta moto umesambaa katika eneo lote, na baada ya kuona moto ni mkubwa, kabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine, hivyo akaw magali mawili, moto kaa endelea kuwaka na tunashukuru pia wenzetu uh, wa zimamoto wa TPC pia na wao walikuja kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la tatu kwa mm -hmm. Hivyo tumefanikiwa kudhibiti moto vizuri na kuokoa nyumba ambazo zilikuwa jirani hapa. Kwa upande wa kushoto hapa kuna nyumba mbili za jirani kabisa ambazo zingeweza kushika moto, lakini pia kwa upande wa kulia kuna takriban nyumba tano ambazo pia zingeweza kushika moto kwa sababu zilikuwa karibu, karibu kama ambavyo mnaona. Kwa hiyo, wito wangu kwa wananchi ni kwamba kwanza, tusiache watoto peke yao pasipo usimamizi wa watu wazima wenye akili timamu.